Rafiki yangu, mbona kama ulivyokuja hapa kwangu unaonekana kama ni mtu mwenye mawazo, shida nini ha? Shida shemeji yako. Shemeji yako anachanganya sana. Anauchanganya kivipi? Mimi unajua shemeji yako amebadilika sasa hivi. Kabadiliani kivipi? Yani shemeji yako ana mambo mengi yani, kwa ninapomuona na ninavyomuisi ana mm wanawake -hmm. Mia kidogo Kwa nini umesema hivyo? Mi sinamuona mm -hmm. Changamoto hapo ila uh -huh. Yeah, naomba tufanye challenge. Challenge gani? Challenge moja, mi nataka umuite mpaka hapa, akija umtege. Nimtege ani kivipi? Nifanye kama unamtaka Mitihani, mitihani gani bwana? Wakati mimi ndo nimekwambia. Sasa wewe mdau, utakupo wapi? O, utampigia simu, akishakubali kuja mi nitatoka nje, baada ya yeah, muda kadhaa nitakuja kusikiliza biashara. Je, akikubali, mi nitaingia ndani, hapo ndo nitajua msimamo wake. Sawa, tupiga. Oh, <laughs> Ah, Shem. Upo wapi? Naomba uje nyumbani kwangu mara moja Shem, kuna shida. Wewe njoo tu huko, utajua, Shem. Eh, fanya haraka. Ah, sawa, Shem. Haya, huyu hapa akasema, anakuja, sawa. Amesema anakuja? E. Sawa. Ah, sawa. Karibu asante. Shem, tatizo ni nini? Karibu kwanza. ah, asante. Ndo nikasema niulize tatizo ni nini, maana simu imekuwa ya ghafla sana. hmm. bila shimu samani, bila samani. Nini shida shemu? Mama, usimfikirie vibaya, hamna shida. Mimi nimeshindwa kuzuia hisia zangu kwako. hmm. Acha utani bwana, sije kwa mtego ushemu. Yaani mimi siku zote nipo na rafiki yako, leo hii ndio unaambia kwamba unanipenda kwa shem? Bwana acha utani bwana, acha utani bwana, shemu bwana.